West TV. Aa eh, hapa Durban yeah. Kimsingi uh, tuko vizuri uh, kila kitu kina kinakwenda sawasawa uh, hali ya hewa uh, kwanzia kwanzia leo jua kijua uh, kimepiga kwa sababu tangu tumefika hapa tumekutanana tumekutana na hali ya mvua, lakini kuanzia leo Uh, kumekuwa na kijua fulani hivi na unajua hata hizi mvua mfululizo uh, zimefanya hata kiwanja ambacho Simba wanafanyia mazoezi pale uh, Karia Fontain uh, kuna baadhi ya maeneo ku uh, kuja uh, maji, lakini uh, bado haijawazuia Simba kufanya seshen yao ya mazoezi ambao ni seshen ya mwisho uh, kwa, kwa hii leo na nimepata nafasi na fursa na ya kushuhudia seshen zote ya za mazoezi ya Simba tangu tumefika tangu tufika hapa uh, ebe um, uh, niseme uh, unaona namna ambavyo uh, mazoezi yote yamekuwa na intensity ya juu sana uh, kila mchezaji akiwa na, na focus uh, na ari uh, ya juu sana kuhakikisha kwamba nakuwa kwenye mazingira mazuri kuelekea kwenye, kwenye, mm. uh, kwenye, kwenye mechi ya kesho. Ukipata uh, nafasi ya kuzungumza na ana mchezaji mmoja mmoja uh, kila mtu anakwambia hawaangalii hawa, hawa chochote okay, uh, zaidi ya kwamba mechi ya kesho ni, ni ni, ni, mechi moja uh, kuelekea kwenye uh, kwenye fainali ya ya kombe la shirikisho bara barani Afrika, mm. uh, wachezaji wanasema wanaelewa uh, legacy ambayo, ambayo wanakwenda wanakwenda kuiweka kwa sababu um, watu wengi tunazungumza pia kuhusiana na uh, motivation ambayo uh, skwadi hii ya Simba ya hivi sasa uh, inapewa kulingana na uh, mafanikio ambayo Yanga Africans wamefikia siku, siku za karibuni. Tumeshazungumza sana akimemanga uh, kuhusiana na mambo haya kwamba hizi uh, timu za Kariakoo, maendeleo ya kila mmoja yanampushe wengine kufanya, kufanya vizuri zaidi. Kwa hiyo ukikaa na wachezaji unasema aa, ah, ah, jamaa <laughs> wanasema kama ikitokea kama hey, fainali hapa <laughs> ya kucheza fainali ya kombe la shirikisho kinatusumbua sana sasa. Hiyo mm. ni kwa mujibu kizungumza na wachezaji maana hiki kinatusumbua sana, kwa hiyo uh, tunayo nafasi ya kufanya, ya kufanya vizuri zaidi na kufika uh, na kufika fainali na pengine uh, labda kufanya vizuri zaidi uh, kwenye kwenye kwenye mchezo wa fainali kwa maana ya kuchukua kikombe kwenda mbele zaidi uh, ya pale ambako ambako Young Africans uh, walifika wali kucheza fainali lakini hawakuweza kutoa uh, hawakuweza kutoa kwa mm. uh, hiyo na, na, na, na muhimu kushinda kuvuka hiyo hatua, manake muhimu ni kuvuka yes um, mu muhimu muhimu ni kuvuka Kilumanga n yani, muhimu ni kuvuka kwa sababu uh, as it is Simba yuko mbele uh, kwa bao moja kwa sababu uh, ilikuwa ni mechi ambayo inahusisha dakika 180 a Uh, dakika tisini zimekuisha pale amani complex Zanzibar. uh, kwa hiyo na hizo ambazo zinamaanisha Simba anaongoza kubwa moja kwa sifuri dakika tisini nyingine uh, ni kesho. o so, matokeo ya michezo yote miwili dakika mia themanini ndio anaweza kusema uh, timu gani ambayo inakwenda uh, inakwenda fainali. uh, nyingine uh, uh, kwenda na, na belkani ambao wanaonekana kama wana advantage kubwa baada ya kushinda mechi ya kwanza. hmm. Uh, uh, ukichukua reference ya, uh, ya, oh, okay, ya michezo ya jana ya ligi ya mabingwa hapa uh, Afrika kwa maana uh, Mamelodi Sundown pamoja na Orlando walivyoweza kupambana ugenini kwa Simba inawezekana pia la, kwa Simba, kwa Simba ina, uh, ina, ina, inawezekana na na ndio maana nikasema pale kuna ziko motivation tofauti to, ukizungumza to, to na ukizungumza na wachezaji wanaona kama zinawapush na kufanya na kufanya vizuri, um, ikiwemo of course hayo matokeo hayo matokeo ya jana jana. Nimeona wachezaji uh, wanafuatilia wanafuatilia hizo mechi, wameona namna ambavyo uh, uh Mamelodi wamefanya wamefanya vizuri away. Kwa bahati mbaya Orlando walifungwa na walifungwa na Pyramids, lakini uh, walipambana mechi kesha mm. kwa bao tatu uh, kwa mbili mm. uh, ambapo kwa, kwa matokeo ya bao tatu kwa mbili ukiapeleka kesho, manake Simba Simba anakwenda fainali, maanake uh, scoreboard uh, ubao wa matokeo utasoma tatu kwa tatu ya uh, Simba atakwenda uh, atakwenda fainali. Kwa hiyo so, kuna hiyo advantage, lakini advantage nyingine ambayo Simba au kitu kingine ambacho kinasukuma Simba ya uh, kufanya vizuri zaidi, unajua uh, kwa siku hizi za karibuni uh, Kilumanga Uh, hii ni mara ya tatu katika hizi nyakati ambazo Simba wamecheza uh, robo fainali wanakuja wanakuja South Africa. Okay. Walishawahi kuja hapa South Africa kwa southafrica kwenye robo fainali ilikuwa ni ya Champions League walicheza dhidi ya Kaizer Chiefs. Iei um, unakumbuka walifungwa bao nne uh, kwa kwa sifuri hapa uh, wakati huo kocha alikuwa alikuwa Didier Gomes Da Rosa. Alafu wakaja tena hapa kwa ajili ya, uh, kwa ajili ya kombe la shirikisho wakafungwa pamoja na, na, na Orlando wakati huo kocha akiwa ni uh, Pablo Franco Maltini. Watu wengi wanamkumbuka wana huyu kocha lakini, mm -hmm. safari hii sasa ya tatu ambako wanakuja kupambana na Stellenbosch kuna kitu tofauti ambacho Simba ako nacho uh, kwenye, kwenye, kwenye, uh, kwenye benchi na hii ni uwepo wa kocha Fadlu uh, David ambaye hapa, hapa Durban yeye ni, ni mgeni Soutafrica uo ni mgeni, lakini hapa ambako mchezo unafanyikia yeye ni mwenyeji zaidi, kwa sababu amekwisha kucheza timu ya Maritzburg United ambayo kwa sasa inaitwa Durban City. Amecheza hapa na aliacha rekodi kama mfungaji ambaye amefunga magoli mengi kuliko mshambuliaji mwingine yeyote, alifunga mabao ishirini, lakini pia amefundisha hapa, kwahiyo ni eneo ambalo anajua vizuri, ni kitu cha ziada. Uh, ambacho kinawapa Simba uh, kujiona kwamba uh, tunayo nafasi ya kufanya vizuri kwenye, kwenye mechi ya kesho na kutinga hatua ya, ya fainali. Sawa, nje ya uwanja pengine uh, shangwe zipoje? Hasa, naamini Daba ni moja kati ya sehemu ambayo uh, Watanzania ni wengi sana. see, uh, watu, watu, watu, wame, watu wame, wamehamasika uh, watu wamehamasika rumanga na unajua Uh, na ndio maana uh, timu nyingi uh, huwa hazipendi hasa timu za South Africa hazipendi kukutana na timu za Tanzania, kwa sababu watu wengi kunaonekana kama kuna ura, urahisi wa kusafiri kutoka Tanzania kuja hapa, hapa South Africa, kwa sababu vitu vingi vi, uh, vina, vina urahisi ukilinganisha uki, uki, uki au ukiangalia undugu ambao sisi tuko nao. Uh, tukonaona na South Africa. Kwa hiyo kuna watu wengi ambao wamesafiri kutoka, uh, kutoka Tanzania. Kuna wengine ambao wanaingia wanaingia hii leo. Kuna wengi ambao wameingia, uh, wiki, wiki, wiki, wiki yote hii kuyo. Kwa hiyo Watanzania ambao wamesafiri ni wengi sana kuja, uh, kuja kwenye huu mchezo, lakini pia unazungumza Watanzania ambao wanapatikana hapa Durban. Durban ni moja kati ya majiji ambayo uh, hapa South Africa ambayo kuna Watanzania wengi, okay. Kuliko, kuliko sehemu nyingine yote Uh, ya, ya ya, ya, South Africa. Kwa hiyo kuna hiyo fakta pia kwamba pale hmm, Moses Mabhida Stadium ambako mchezo huu unaenda kuchezwa inawezekana wao Stellenbosch wakawa ni wenyeji kwa maana ya kuwa ni wa South Africa, lakini kwa mazingira kiwanjani, wao, ya kiwanjani wao kunao nafasi ya kuonekana kama wageni sana, sababu yeah, sio timu kubwa sote mkubwa hapa kama ilivyo Kaizer na Orlando uh, ni timu ndogo tu ambayo imeanzishwa mwaka 2016 kwa hiyo hawana fan base kubwa sawa, lakini pia ukiangalia huu Moses Mabida sio uwanja wao wao wa nyumbani. Uh, uwanja wao wa nyumbani ni pale Dani Craven ambako sasa na wenyewe wamesafiri kuja hapa Durban Moses Mabida. Kwa hiyo kuna hayo mazingira kwamba Simba inawezekana akawa na mashabiki wengi tu uwanjani kuliko hata wenyewe uh, hawa Stellenbosch bana. Mimi nikutakie usiku mwema ndugu yangu. Bana nashukuru sana. Asante na kila laheri kesho eh, Mungu awajalie inshallah, inshallah, inshallah. Akizungumza hivi punde juu ya kuelekea kwenye mchezo huo wa Simba dhidi ya Stellenbosch hiyo kesho. Mmoja wa watu ambao nataka waamke vizuri tu ni Kibu <laughs> shughuli itakuwa imekwenda ime, ime vizuri, kwa hivyo naamini itakuwa hivyo akiamka vizuri. Unajua, yani, Stellenbosch nusu ya timu peke yake ama ataleta madhara makubwa, kwa hivyo na amini, uh, na, nataka kila mmoja amke vizuri. Uwezekano wa vizuri, kushinda ni mkubwa peke yake. okay, uh, mambo ni tofauti, kwanza tume fair play kwa Stellenbosch na mamlaka za Afrika ya Kusini, wametutreat kama ndugu zao. Nafikiri mahusiano ya kihistoria kati yetu na Afrika Kusini yanatufanya tuwe nyumbani pia hapa. Uh, lakini la pili kwa ubalozi wa Tanzania nchini Afrika Kusini uh, ukiongozwa na mheshimiwa balozi bwana na wamehakikisha kila kitu ambacho kinatakiwa kufanyiwa Simba kuelekea kwenye mchezo wao wa kesho kinafanyika kwa kiwango cha juu pia. Lakini toka tumefika hapa mimi na viongozi wa Simba na viongozi waliotoka TFF kama shirikisho la mpira wa miguu Tanzania tumekuwa tukiendesha vikao mara kwa mara kuhakikisha ya kwamba hakuna kinachoharibika. Pale ambapo tunaona kuna kasoro, tunahakikisha kwamba tunashughulika nazo moja kwa moja, na ni kuhakikishie, tuko kwenye wakati mzuri. Yale yote ambayo tuko tunayaona kama yanaweza kuwa changamoto tumeshughulika nayo tayari, na hilo hasa ndo tuliokuja kufanya hapa. Sawa so, na kwa namna gani ambavyo serikali inashirikiana na, eh, na wadau wa mchezo wa soka kwa kuendelea kusapoti ama kwa kiasi gani bado inaweka nguvu sana katika michezo? Uh, sapoti ambayo inatokea kwenye kipindi hiki ambako nchi yetu iko chini ya serikali hii ya awamu ya sita chini ya Daktari Samia Suluhu Hassan kwenye masuala ya michezo haijawahi kutokea katika wakati wote wa, na ndio maana unaona mimi naambatana na hizi na timu, iwe Yanga iwe Simba iwe timu ya taifa, ili kuhakikisha kwamba serikali ina mkono wa moja kwa moja kuhakikisha tunaunga mkono kilichotokea. Kama Yanga hawakufungwa zile mechi za finali, walipoteza kikanuni, na ni jambo la kutia moyo angalau kwamba mmekosa ubingwa lakini hamkwenda kuidhalilisha nchi. Mlikwenda mkafanya jukumu mlilopewa, bahati tu haikuwa upande wenu. Haya maswala ya kikanuni inategemea uko upande gani wa bahati tu, hapo umeamkaje. Lakini uh, unarekebisha yale mambo mengi ambayo yanatokea kama ambavyo umetangulia kusema kuhusiana na aggregate. Tungependa tushinde zaidi tulivyokuwa tunacheza Tanzania ili tuje hapa uh, tuna cup uh, kutosha zito zaidi, lakini mpira ni mpira. Moja ya mambo yanantia mimi moyo ni kiwango cha Simba k Bwana kutoka Afrika ya Kusini, matumaini ni makubwa sana kwa mnyama Simba kuelekea mchezo wao dhidi ya Stellenbosch, mchezo wa pili wa nusu fainali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Huku mnyama Simba anakuambia hii tunavuka, hatuishi hapa. Baada ya kuvuka robo fainali, anakuambia sasa ni kuvuka hatua ya nusu fainali, na katika mchezo huu unaambiwa Wilson Oruma mzee wa jambia huyu

ni mchambuzi Nguri kutoka EFM anakwambia Simba Sports safari hii wanakwenda fainali. Simba Sports safari hii wanaitaka na wataipata hiyo fainali, ambapo katika fainali unaambiwa Berkane tayari kashatanguliza miguu yote miwili, baada ya kushinda goli nne kwa sifuri dhidi ya Stellenbosch katika mzunguko wa kwanza, na safari hii unaambiwa Berkane uh, naye kama analitaka sana, Simba anaitaka sana kombe huko, Simba nao wanakwambia eh, wanakwenda kufuzu katika fainali na wanalitaka kombe e, waandike historia kuwa timu ya kwanza Afrika Mashariki kuleta kombe e, katika ardhi hii, lakini pia timu ya kwanza Tanzania kuleta kombe la Afrika. Na ubora wa Simba unaonekana sana hadi katika kipindi cha kwanza, huku katika kipindi cha pili kuna muda wanaonekana wanakata pumzi. Hivyo basi kocha ameshauriwa kufanya sabu za mapema, ili kuhakikisha wale wachezaji waliochoka, kuingiza nguvu nyingine mpya ili kuhakikisha wanaisaidia timu kufuzu katika hatua ya fainali na kuelekea sasa mchezo huo, kocha Fadu amezungumza kwamba anaijua Stellenbosch, anawafahamu vizuri, licha ya kwamba wameanzishwa elfu mbili na kumi na sita tu hapo, lakini anaoheshimu na anaimani kuelekea katika mchezo wao, utakuwa ni mchezo mgumu, lakini haina shaka kwamba Simba wanaitaka fainali na ameondoa hofu wapenzi na mashabiki wa Simba kwamba eh, mchezo huo Je, watapata ushindi au la? Huku e, Fadlu ameongezea wa kwamba wana faida ya goli moja mkononi, na anawasihi wapenzi na mashabiki wa Simba waendelee tu kujitokeza uwanjani, kwa sababu e, mechi ni wao na mechi wanaitaka na wana uwezo wa kushinda katika dakika 45 au dakika 45 za kipindi cha pili katika mchezo huo dhidi ya Stellenbosch kutoka kule nchini Afrika Kusini, katika jiji la Durban, unaambiwa Watanzania e, ni wengi sana kwa sababu za kihistoria nchi ya Tanzania na Afrika ya Kusini, hakuna masharti magumu ya nchi hizi mbili e, mtu akitaka kutoka, kutoka nchi moja kwenda nchi nyingine. Kwa hiyo Afrika ya Kusini unaambiwa ni kama Mbagara na Gitatu jijini Dar es Salaam, kwa maana kwamba kwa Watanzania wa ni wengi sana ambao wanaisubiri simu ya Simba na hapo tayari kushanikiza kushindikiza Simba kupata ushindi katika mchezo huo. Tuandikie pia maoni yako katika sehemu ya comment, unafikiri Simba safari hii anakwenda final? Simba safari hii anakwenda kuwapa kitu cha tofauti, wapenzi na mashabiki wa soka Tanzania? Au wewe unaonaje?